Majina ya utani kwa timu za mpira wa miguu ni utamaduni duniani kote. Kwa Kagera Sugar, wao wanafahamika kama wana Super Nkurukumbi, jina linalovutia linapotamkwa popote pale. Lakini je, unafahamu kuwa jina hili la utani wamerithi? Na vipi kuhusu maana yake ni nini? Kwanza e, hiyo Super Nkurukumbi. Nkurukumbi kumbi, ilikuwa wana nkurukumbi walikuwa ni Balimi Sports Club ndio walikuwa wanyaruganda wale, wana nkurukumbi. Sasa neno nkurukumbi, kuna wimbo fulani ulipigwa kwa wale watu wa asili, na ulitokana na jambo hilo hilo. Nkurukumbi ni mama mmoja mwenye asili ya ufupi, kama unavyowasikia wale watu wanaozaliwa wafupi wale, wengine wanawaita mbilikimo. Lakini sasa huyu hakuwa mbilikimo, alikuwa ni mfupi, lakini katika ufupi wake akamzaa mtoto mwenye asili ya urefu na mwenye asili ya uchifu. Alipomzaa mtoto mrefu sasa, na baada ya hapo, yule mama wakawa wanasema lugha za Kihaya kutokana na hali halisi ya yule mama kumzaa mtoto mrefu. Na hisi, hata wewe unawezekana aidha una urefu wa mama au una urefu wa baba, aidha baba na kuzidi urefu, wewe unakuwa mfupi. Lakini sasa, yule mama alikuwa ni mfupi, akamzaa mrefu Jibu likaja katika wimbo huo likuja sema, nkurukumbi nkuru nkurukumbi nkurukumbi iyo yazaire mainda otali tero otali juma niyo yazaire mainda. Bimaana ni kwamba huyo dad mama mfupi mnayemuona ni mfupi, ndiyo nkurukumbi aliyemzaa mtu mrefu, ambaye mrefu huyo akaingia katika nasaba ya uchifu. Kwa hiyo usipige wala usitukane huyo, ndiye aliye mzaa chifu mliye naye basi. Nkurukumbi ikawa nkurukumbi kwa maana sasa, na Kagera Sugar wanachukua nafasi, msitudharau bwana, sisi tunaweza kuleta watu warefu, lakini hawajawaleta bado kwa sababu hatujapata kombe la Kagera Sugar. Unaona bwana, sasa ndiyo historia ya nkurukumbi.